Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji na msikilizaji, ni matumaini yangu kwamba umzima wa afya popote unapoendelea kutufuatilia ndani na nje ya nchi, na kama bado hauja subscribe basi, kwa dakika kadhaa endelea kusubscribe, Kulike, kushare pamoja na kucomment. Na kwa siku ya leo nimekuletea somo zuri kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu Sia Luoga aliyefundisha katika ibada maalum ya sikukuu ya wanaume iliyofanyika katika kanisa la TAG Shalom Christian Center, hivyo ninakukaribisha sana uweze kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka tamati. Na kupitia somo hili utaenda kujifunza mambo mbalimbali, utaenda kujifunza mambo mengi zaidi, na Mungu ataenda kukusaidia katika maisha yako. Karibu sana, na Mungu akupe wepesi wa kuelewa kile kinachoenda kuzungumzwa na mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ya kuna maneno ya Mungu mazuri ambayo ningependa tushirikishane. Haleluya, tutaenda kuangalia kuhusiana na thamani ya ufalme wa Mungu ndani ya maisha ya mkristo. Hilo ndo neno ambalo nimempendeza Mungu tuweze kujifunza siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uh, tunapozungumza kuhusiana na thamani, thamani nafikiri sio neno geni, tunazo tukawa tunaelewa. Tunapozungumza kwamba kitu fulani ni cha thamani, bila shaka tunakipima katika ubora wake na umakini wake katika hicho kitu, yaani kitu hakiwezi kikawa cha thamani lakini tusiweke umakini katika hicho kitu cha thamani. Bwana Yesu asifiwe sana, na tunajifunza kuhusiana na thamani ya ufalme wa Mungu. Maana kama tutafahamu kuhusiana na uthamani wa ufalme wa Mungu, ni rahisi sana kupoteza ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uh, tuna wakristo wa aina tatu. Kuna wakristo ambao wanasema ni wakristo lakini hawajishughulishi kabisa na kumfuata Kristo, na tuna wakristo wanaomfuata Kristo lakini pia kuna mambo mengine ya dunia wanayafuata. Haleluya! Lakini kuna wakristo ambao wamejidhatiti kabisa, ni wakristo halisi, wakristo wa kweli waliodhamilia toka ndani ya mioyo yao kumfuata Kristo. Sasa ndio maana wakati mwingine tunahubiri injili kuhusiana na ufalme wa Mungu, watu hawaamini, watu hawaokoki ni kwa sababu hawajajua thamani ya ufalme wa Mungu. Na hata huyu ambaye anamfuata Mungu inawezekana kabisa akaenda au akafika wakati akachoka au akakata tamaa, au akawa ni mtu wa pande zote, yaani ni Mkristo lakini kwa waganga ataenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anatoa sadaka na ni mtu wa Mungu tunamwita, lakini kuna namna ambayo yuko haeleweki kama ni Mkristo kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapozungumza kuhusiana na thamani ya ufalme wa Mungu, huyu mtu ambaye yupo anamfuata Mungu anaweza kawa hajui thamani ya ufalme ndani yake. Ndio maana akaishi kama wanadamu wasiomjua wa Mungu. Nichukulie mfano wa vitu vya thamani. Kila mtu ana kitu cha thamani, yaani tukizungumza kitu cha thamani, hata yule maskini katika umaskini wake kuna kitu cha thamani. Basi kwa maana hiyo, moyo wake, umakini wake, upendo wake utaelekea kwenye hicho kitu maana inawezekana kabisa mwingine kitu cha thamani kwake ikawa ni ni ni, ni ni ni ni kazi yake. Bwana Yesu asifiwe, kazi yake huwezi zungumza. Mwingine kitu cha thamani inaweza ikawa ni biashara zake eh, huwezi zungumza. Mwingine kitu cha thamani ikawa ni watoto. Bwana Yesu asifiwe, kwenye hicho huwezi zungumza, yaani kipaumbele cha mtu wa Mungu aliokoka kitu cha thamani namba moja haipasi kwa vitu tulivyo navyo haipasi kuwa mtu. Bwana Yesu wasifiwe sana. Kuna mahala mtumishi wa Mungu akasema, kwa nini watu wa Kristo wengi yani yeah. Yeah, ni rahisi kufunga duka kuangalia mpira, lakini sio kwenda kanisani yeah. Na inawezekana muda wa, wa, wa, wa masaa ya mpira ni ule, ule. Lakini kanisani hafungi anaendelea kuuza, lakini lakini kwenye mpira atafunga duka. Maanake ni nini? Kuna kitu cha thamani kwake. Kitu cha thamani ndicho unachokipa kipaumbele kuliko kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nini kwako ni kitu cha thamani kilichoshika nafasi ya moyo wako ambacho hicho umekipa kipaumbele kuzidi ufalme wa Mungu? Maana Mungu e, Mungu mwenyewe anatutaka tu nafasi ya kwanza. Hata kwenye amri kumi za Mungu nafasi ya kwanza ni ya kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafasi ya kwanza ni ya sisi kumpenda Mungu, yaani katika vipimo ambavyo Mungu ame ameviweka duniani vya upendo, upendo namba moja unamhusu mtu na yeye Mungu. Kwa hiyo Mungu ametaka tumpende kwanza yeye Tukimpenda Mungu maana yake tutakuwa na umakini na ule thamani wa ufalme wa Mungu ulio ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninayo mifano hapa na mfano mmoja tutaenda kusoma kile kitabu cha Mathayo 13:44. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositilika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote akalinunua shamba lile. Yesu anaueleza ufalme wa Mungu kupitia mfano, anasema ufalme wa Mungu unafanana na hazina iliyositirika katika shamba ambayo mtu alipoiona aliificha. Tuna watu wawili hapa wakubwa, tuna muuza shamba na mnunuzi wa shamba. Huyo mwenye shamba ana sifa zake ana kitu ambacho kipo katika shamba lake na hajui, lakini kuna mtu mwingine ambaye ameweza kugundua thamani ya lile shamba kupitia ile hazina iliyositirika ndani ya shamba hilo. Tunaona huyu mnunuzi wa shamba hakuwa na kitu ambacho aliona kuwa ni cha thamani isipokuwa hazina iliyositirika katika lile shamba kama matokeo hayo, akaenda akauza vitu vyote alivyonavyo. Kama alikuwa na mashamba aliuza, kama ni nyumba aliuza, ili alipate shamba lile. Alipoenda kwa ajili ya kununua shamba lile, hakuzungumza kwamba ninalinunua shamba hili ikiwa ni pamoja na hazina iliyoko ndani ya shamba hili, isipokuwa alinunua shamba lile kana kwamba ananunua shamba lakini akiwa anajua kabisa nini atakipata zaidi ya hilo shamba. Bwana Yesu asifiwe sana! Kwa hivi ndivyo ilivyo hata katika maisha yetu sisi. Inawezekana kabisa shetani akajua thamani ya ufalme wa Mungu uliyo ndani yetu, ndio maana hana cha kupoteza shetani katika dunia hii, hana cha kupoteza. Vitu vyote anaweza akakupatia isipokuwa tu auondoe ufalme wa Mungu ndani yako. Naona wakati anamjaribu Yesu anamwambia, miliki yote nitakupa nisujudie. Yaani shetani kutoa chochote, kufanya chochote kwa namna yoyote yuko tayari kukupa, isipokuwa aondoe ufalme wa Mungu ndani yako. Ndio maana leo tuna vitu vingi ambavyo watu wamevipa vipaumbele sana katika dunia, na hiyo sio shida kwa shetani. Shetani anatoa hela, anawapa watu, ukitaka vyeo atakupa cheo, kila namna ya heshima. Ndio maana watu wanaamini sana kuhusiana na kujiungamanisha ili uwe maarufu, yaani kuna namna ambazo wanakuambia bwana, hata kama unaanzisha huduma lazima uende huko, ina maana shetani anaweza akakufanya aka kuwa maarufu lakini lengo lake, au mwisho wa siku anataka ufalme wa Mungu uondoke ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapo tunapo, tunaposoma historia tunaona kwamba e, wazee wetu walichelewa kuelewa au kufahamu kuhusiana na na dhahabu ambazo tulikuwa nazo kipindi hicho. Eh, tunasoma kwamba walikuwa wakizichezea wanachezea eh, solo. Sasa wazungu walipofika, ikabidi watubadilishie, wakasema ninyi eh, tupeni haya, alafu sisi tutawapatia vizuri zaidi ya hivi. Bwana Yesu wasifiwe sana. Sisi tuliishi na dhahabu, hatukujua thamani yake tuliichezea tukaona kwamba ni kitu cha kawaida, lakini kumbe waliokuwa wanafahamu thamani ya dhahabu walikuja kuichukua, mpaka sisi tulipokuja kushtuka. Sasa kumbe, ha kumbe, hii ni ya thamani. Bwana Yesu asifiwe sana sa. kwa hatari ndio hiyo, unapomwona mtu wa Mungu anatembea na Mungu kwa namna ya kusuasua, unapoona mtu wa Mungu anahisi kwamba kuna kitu kinachoweza kumzuia ye kuendelea na Mungu, wakati mwingine aidha hajajaliwa mm, anakasirika kwamba hawana upendo, hawakuja kuniona wakati ni mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa ni sababu ya muhimu sana kwake, ni kwa sababu hajatambua thamani ya ufalme wa Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajajua kwa watu wamempokea Kristo, wameokolewa wame, lakini hawajui thamani ya wokovu ndio maana tunaona kuna hukumu ya Mungu kuhusiana na wenye dhambi. Yaani Mungu hakusema kwamba huyu nimemgaramia sana, lakini anamhukumu kwa sababu thamani yetu inapatikana kwa njia ya wokovu. Ndio maana hata kwenye kitabu kile cha e, warako kwa wa kwanza wa Petro, sura kwanza mstari wa kwanza anasema hamkukombolewa na vitu vinavyoharibika, yani dhahabu au fedha, yani mwingine dhahabu au pesa ni kitu cha msingi sana lakini Biblia inavitaja vitu hivi kama ni vitu vinavyoharibika, na anasema hamkukombolewa na vitu hivyo, bali kwa damu ya mwana kondoo asiye na hila wala mawa, kwa maana ile ile tu kwamba hakuna kitu cha thamani ambacho kinazidi thamani ya ufalme wa Mungu kwenye maisha ya mtu, iwe ni kazi ambayo anakuwa nayo mtu, iwe ni familia anayokuwa nayo mtu iwe ni maisha yake mwenyewe mtu mwenyewe, yani mtu mwenyewe hazidi thamani ya ufalme wa Mungu. Yani ukisoma ukisoma, eh, Paulo eh, nafikiri kwenye Rumi ile, kitu gani kitatutenga na ufalme wa Mungu? Yani hata kufa eh? Yani anaeleza kwamba eh, ni nani atakayetutenga na ufalme wa Mungu? Yani hata kufa hakuwezi kumtenga na ufalme wa Mungu. Yani hata thamani yake, kama kuna kitu kinaweza kikamtenga na ufalme wa Mungu, basi yuko tayari, uko tayari, yuko tayari. Anasema hivi ni kitu gani kitakachotutenga na ufalme wa Kristo, viki njaa eh, tauni. Anaeleza pale kuna vitu kadha wakadha, anasema kwa ajili ya hayo tumeandikiwa kuwawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ile ile tu kwamba yeye hakuna kitu ambacho kinaweza kikamtenga na ufalme wa Mungu. Ina maana hata mauti, hata mauti haiwezi kumtenga na ufalme wa Mungu, kwa maana kama kundakuwa na sababu inayomfanya aweze kufa kwa sababu ya ufalme wa Mungu yuko tayari. Bwana Yesu asifiwe, kuangamiza mwili huu. Yesu mwenyewe anazungumza kuhusiana na kujikana, anazungumza kuhusiana na kujikana, yeye anaye anayetaka kumfuata sharti ajikane nafsi yake ajitwike msalaba wake kila siku, afanyaje? Amfuate. Tunaona Meshaki Shadrak na Abednego wanapotakiwa kuinamia kui kuisujudia sanamu ya mfalme walikuwa tayari, wakasema sisi hatuko tayari, yaani hata huo moto Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakuona hata thamani ya maisha yao kwa sababu ya ule ufalme wa Mungu ulioko ndani yao. Sasa kuna watu afya zao maisha yao ni ya thamani kuliko ufalme wa Mungu eh. mtu hataki kufunga ana nafsi yake ni ya thamani, anajihurumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu hataki kujitoa kwa ajili ya Mungu kwa sababu amejiweka katika thamani. Biblia, Yesu anasema mtu atakaye eh atakaye isalimisha nafsi yake ataiangamiza. Bwana Yesu asifiwe, lakini yule atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yake ataiona. Bwana Yesu asifiwe kwayo. Ndio maana yake kwamba duniani hakuna cha thamani isipokuwa ufalme wa Mungu. Sasa mtu wa Mungu anapofika kwenye wakati wa kuelewa hilo, lazima huyu mtu atathibitika katika wokovu alionao. Maana kama mmoja ya matokeo ya kutothibitika, kuna vikwazo vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikamkwamisha mtu. Mtu amekaa kanisani, haoni uelekeo, ndio maana inakuwa ni rahisi huyu mtu aidha ahitaji kwenda kwa kusukumwa, kubembelezwa Eh, huyu mtu kwenda kwa kujisikia na wakati mwingine hata kumwacha Mungu kabisa, ni kwa sababu hajajua kile alichokibeba ndani ya moyo wake, kile alichokibeba ndani yake. Maana tunazungumza kwamba ufalme wa Mungu ni wa thamani kwa sababu ndio unaotupa uzima. Ukisoma ile Yohana 3:16, anasema ili kila amwaminie awe na uzima. Ufalme wa Mungu ndio unaotupatia uzima wa milele. Mtu anapokosa huo hana uzima ndani yake, uzima wa milele. Kwa hiyo uzima ndio unaokufanya uendelee kuishi milele. Hii ni baada ya mtu kuwa amefarakana na Mungu. Sasa anapokuwa amerejea kwa Mungu, anapata huu uzima wa kuishi milele. Na Biblia imesema, mtu akiwa ndani ya Kristo amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Mtu hafi, si kwa maana ya mwili, yani katika namna ya Mungu anaendelea kuwepo kwamba ni mtu wake. Ndio maana tunazungumza, uh, waliotutangulia kuwa wamelala. Yani kwa Mungu hawa watu hawajafa, kwa sababu Mungu anawaona na anawajua kwamba ni wake. Bwana Yesu asifiwe. Sehemu nyingine anasema, yeye si Mungu wa wafu, ni Mungu wa walio hai lakini tunao kina Ibrahimu, Isaka na Yakobo, kwa jinsi ya mwili wamekufa, lakini leo tuna tunaomba kupitia eh, sifa zao kwamba Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Yani kwa Mungu ni watu wanaoishi. Kwa ule uzima wa milele unapoingia ndani yetu unatupa maisha. Biblia inasema hatufi, maana kufa kuna kuelezwa ni kule kwa kutengana na Mungu. Sasa sisi tutaendelea kuwa na Mungu tukiwa hapa duniani hata baadaye tunapotakiwa kwenda kuwa pamoja na yeye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama mtu wa Mungu aliyeokoka, ni shariti ajue kile alicho nacho ndani ya moyo wake kwamba ni cha muhimu kiasi gani. Tunaposoma kitabu hiki cha Ebrania 12:16 "Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja." "Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja." tunafahamu habari hii ya Esau, Yakobo na baba yao Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inamtaja huyu Esau, aliuza aliuza uzaliwa wake wa kwanza kwa Yakobo. Kwake hakukuonekana haku kwamba uzaliwa wa kwanza ni kitu cha thamani, alitamka kwa namna nyepesi kwamba uzaliwa wa kwanza unifanye nife, nipe chakula nile. Tunaona mwenzake anajua thamani ya uzaliwa wa kwanza. Yakobo alitamka vile ili kuiponya nafsi yake kwa wakati ule, kwa sababu ilikuwa ina njaa, lakini Yakobo alikuwa anajua ni nini anachoenda kukipata kwenye uzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kusoma soma ni nikasoma kwamba wazaliwa wa kwanza walikuwa wanapata nusu ya, ya mali katika familia kwa sababu walikuwa wana jukumu pia la kulea na kulea wazazi wakiwa wazee. Eh, mzaliwa wa kwanza ndiye msimamizi baada ya wazazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya wazazi mratibu wa wale wengine wadogo zake na kadhalika, basi ndio yeye mzaliwa wa kwanza kama mzee anahusiana na, na masuala ya utawala, basi ilikuwa ni rahisi mzaliwa wa kwanza E, kuchukua nafasi ya utawala kutoka kwa baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Asilimia kubwa ilikuwa hivyo. Sasa huyu, huyu Esau hakujua hakujua. E, inatufundisha kitu hata katika maisha yetu ya kila siku, tunapohusiana na huyu Mungu, inawezekana hali fulani ngumu tunazopita zikawa ni sababu ya sisi kumwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, na tuka tukaacha kutafakari au kujua thamani ya kile tulichokibeba ndani yetu. Inawezekana hitaji fulani likawa ni sababu tunayoweza kuisimamisha kwamba hii sababu ni ya msingi sana, mtu e, akaona aitetee nafsi yake kwa wakati huo. wakati mwingine Ugonjwa, mtu anaona ngoja niende kwa mganga nitibiwe, halafu nitaendelea na Yesu. Huyo mtu anatafuta kujiokoa katika eneo fulani, kama e, Esau anataka atoke kwenye njaa kwa wakati huo. Ndio maana anasema asiwepo mwashirati, manake moja ya njia inayopelekea mtu kupoteza ufalme wa Mungu ni dhambi. Dhambi. Kwa hitaji fulani au sababu fulani inayoweza ikawa ni kubwa kwako, ni hatari sana kuupoteza ufalme wa Mungu. Haleluya! Mtu anasema bora badala ya kufa, wakati nimesikia nina kuna mganga fulani anatibu hapana, nitakwenda kwake, lakini Yesu bado anamhitaji atakwenda lakini akiwa na Yesu. Ee, anasema ana Yesu ndani ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ee, badala ya kuzeeka, hapana. Kuna mtu fulani hivi, ingawa sio Mkristo, lakini ni bora. Bwana Yesu asifiwe sana, ni bora sasa. Unatafuta shetani atakupa, yaani shetani ni mkarimu kwenye kila kitu duniani, anakupa isipokuwa bajeti ya msingi ni ufalme wa Mungu ndani yako upate kuondoka. Mtumishi mmoja akasema vita ya Mungu na shetani haijawahi isha. Ndio maana shetani hana vita na mwanadamu kama hana, hana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwake ni mashambulizi tu, sio vita, ni kumchukua na kumfanya anavyotaka, lakini vita anafanya na mtu wa Mungu kwa sababu kuna ufalme wa Mungu ndani yake. Huyu ndo adui, na kwenye orodha ya watu tishio anaweza akawekwa kwamba huyu, watu ambao hawatuwahitaji kwenye mji wetu au ni sababu ya vikwazo, ni kwa sababu ya ule ufalme wa Mungu. Kwa hiyo shetani anapigana na ule ufalme wa Mungu ndani ya mtu, analeta mashambulizi makubwa kwa mtu wa Mungu kwa sababu ya kile alichokibeba ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado inawezekana usifahamu hili kwamba ufalme wa Mungu ni kitu cha muhimu sana, ni kitu cha thamani sana eh? Wakati mwingine inawezekana kukaingia kukata tamaa ndani ya moyo wa mtu, ni kwa sababu hajajua uthamani eh, wa ulioko ndani ya moyo wake ulioko ndani ya roho yake uthamani wa ufalme wa Mungu ndani yake, asiujue akakata tamaa. Kama mtu anajua kwa nini aliokoka, hakuna kitu kinachoweza kikasimama mbele yake. Kama sababu fulani, alinisema vibaya, fulani alinikwaza, huyo mtu safari yake ilianzishwa, yeye aliamua toka ndani ya moyo wake, na safari yake sio kufia kwenye miguu ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Safari yake inapitiliza iwe anakwenda mbinguni. Kama atakuwa na imani hii kwamba anajua anakwenda mbinguni, hakuna sababu duniani itakayomzuia Amen. Haipo, utamkwaza eh, utamjibu vibaya, utamfilisha kwa vitu fulani fulani, lakini atasimama, ataendelea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Aleluya, watu wa Mungu Amen. Basi kwa ufupi, Mungu wa mbinguni awabariki sana, barikiwe na Bwana Amen.